Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Kaunti ya Medog ya kusini magharibi mwa China ya mkoa unaojiendesha wa Xizang imechukua uongozi wa kulinda rasilimali zake nyingi za maua ya orchid katika muongo mmoja uliopita na kutoa mchango mkubwa wa maendeleo makubwa katika ulinzi wa uwepo wa aina mbalimbali mbali ya viumbe Kaunti ya Medog inayojulikana kama mojawapo ya kaunti zilizo na aina tofauti za maua ya orchid nchini China imekuwa ikikundua uvumbuzi muhimu katika miaka ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa takwimu za awali, kuna jumla ya spishi mia tano na nane za maua ya orchid katika kaunti ya Medog. Tangu mwaka wa 2019, watafiti wamegundua spishi saba mpya na kurekodi aina moja mpya na spishi moja mpya kwa familia ya maua ya orchid nchini China. Ili kukuza zaidi uhifadhi wa maua ya orchid na ukuaji wa hali ya juu wa tasnia ya orchid, kaunti ya Moto imealika taasisi 15 za utafiti na vyuo vikuu kote nchini kushirikiana katika juhudi hizi. Aidha, serikali ya kitaifa inawekeza yuan milioni 1.5 katika kuanzisha msingi wa ukusanyaji na upandaji wa mbegu za mimea adimu iliyo hatarini kutoweka katika kaunti ya Medog. serikali ya eneo hilo ilianza kuhimiza wanakijiji kuachilia aina zao za miche ya miti adimu katika pori ili kuimarisha ekolojia ya eneo hilo. Uzuri wa bustani pamoja na uwepo wa mashamba ya chai umevutia idadi inayoongezeka ya watalii kwenye kijiji cha Gerling ambapo wanaweza kuzama katika maajabu ya asili ya msitu. Kila kaya kijijini ina bustani ndogo na nyumba sita zimefunguliwa ili kuchukua wageni. Bustani za miti zinakuwa alama mahususi ya maendeleo ya kaunti ya Medog katika ustawi wa mazingira, uchunguzi wa kisayansi na utalii wa vijijini. Kijiji hicho kimepitia mabadiliko makubwa tangu kilipoanza upandaji wa chai miaka kadhaa iliyopita. Majira ya vuli yanapofika, wakulima wa chai wanakuwa na shughuli nyingi wakiokota majani ya chai kutengeneza matofali ya chai. Kutokana na kufunguliwa kwa barabara kuu, makampuni mengi yalianza kushirikiana na bustani za chai ili kusaidia kuuza chai hiyo. Sekta ya chai huko Moto ilianza mwaka wa elfu mbili na kumi na mbili ikiwa na hekta sita pekee za eneo la kupanda. Sasa eneo hilo limepanuka hadi hekta elfu moja mia mbili na themanini na bustani mia moja na tatu za chai hai. Mamlaka za mitaa pia ziliangalia katika kuendeleza utalii kwa kujenga jukwaa la uchunguzi linaloangalia bustani ya chai. Kujitolea kwa kaunti ya Medog kwa uhifadhi wa miti na ukuzaji wa tasnia ya bustani za miti ya matunda ni uthibitisho wa kujitolea kwake katika kuhifadhi urithi wake wa asili. Kwa utafiti unaoendelea na juhudi shirikishi, kaunti ya Medog iko tayari kuwa eneo linaloongoza kwa wapenda bustani za matunda, watafiti na wanaopenda mazingira ya asili. Haya kwa leo, kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea ni kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Pang, kwa heri. Kwa taarifa zaidi kuhusu China unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na Marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.